Pale kumbuka, Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina vivutio vya utalii na watalii wengi w wana... waite wana paluhengo Lipuli Football Club, kama kuna kigugumizi kekekeke miguuni hivi, lakini watu wakakaa vizuri. Kabla ya kuitwa jina hilo, ilifahamika kama Taita. Vilabu vingi viliteseka pindi vinapokutana na watoto wa ardhi ya Chifu Mkwawa. Dabi yao kubwa ilikuwa kati ya Lipuli dhidi ya African Wanderers kabla ya kupanda daraja mwaka 1991 Lipuli ikapanda daraja kwenda sasa ngazi ya taifa. Wakati huo sio super league, ilikuwa inaitwa daraja la kwanza ngazi ya taifa. Kwa hiyo ikawa inacheza na timu, na ilikuwa kweli ni timu, ni ilikuwa ni kiboko ya watu kwa sababu timu zote zilikuwa zikija hapa lazima ziache point. Timu ambayo ilikuwa inasumbua sana hapa ikija ni Pamba pekee. Lakini hakuna Simba, hakuna Yanga, zote zikija zinaacha pointi zake hapa kwao. Tumeenda mwaka tisini huo, tisini na moja tisini na moja tisini na mbili tisini na tatu nafikiri tuliteremka daraja. Baada ya miaka miwili tukarudi tena daraja la kwanza. Bahati nzuri wakati tunarudi daraja la kwanza ndio mabadiliko yakawa yanatokea sasa. Baada ya kuwa daraja la kwanza, ikawa inaitwa super league. Tumekaa nayo tena miaka nafikiri minne na kisha kupotea kabisa kwenye ramani ya soka mwaka elfu mbili miaka takribani kumi na saba baadaye ndipo wakarejea tena ligi kuu Vorecom Tanzania bara msimu wa mwaka elfu mbili kumi na saba kumi na nane na kuwa tishio kubwa kwa vilabu vingi hasa vikongwe vya Simba na Yanga. Kelele zao zimetawala, wapo raia wa kigeni katikati pale. Kumbuka Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina vivutio vya utalii na watalii wengi wanakuja hapa. Dimba la CCM Samora hapa Iringa ndipo ilikuwa machinjio ya wanapaluhengo, ambapo uwanja huu una uwezo wa kuchukua mashabiki elfu tano kwa wakati mmoja. Moja ya nyakati bora kwao ni kufika fainali ya kombe la shirikisho la Azam Sports, kwa sasa likifahamika kama CRDB Federation Cup fainali zilizopigwa katika uwanja wa Ilulu, manispaa ya Lindi, kati ya Lipuli dhidi ya Azam FC. Kiukweli tumemisi sana kuona mkoa wetu unapata timu ya ligi kuu kama hapo awali ilivyokuwa. Tulikuwa tuna Lipuli hapa na imefanya makubwa mengi tu katika mkoa huu na ligi yetu kiujumla, lakini eh, sasa hivi tuna miss hivyo vitu na tunaomba mkoa, viongozi wa mkoa, wadau mbalimbali ujaribu kuongeza juhudi katika namna ya kuinua michezo. Tunaona sasa hivi kuna mashindano yanaendelea, kama hayo Ngajiro na mengine mengi yanayoendelea maeneo mengi, ambayo yanainua vipaji na nini, basi vile vipaji tuvitumie angalau kuboresha kwenye hii timu inayoshiriki ligi daraja la kwanza, kama sikosei, au la pili, ambayo tunatarajia siku moja irudi na nguvu ile ile ya Lipuli tuipate. E, nadhani na, na, hiki ni kitu cha msingi sana kwa viongozi wetu kukaa kutengeneza mipango mizuri ili tupate timu nyingine kama sio Lipuli basi ije nyingine, manake tunaambiwa kwa historia ya mkoa huu kulikuwa kuna Lipuli, kulikuwa kuna Wanderers. Basi tuone kama itashindikana kupanda Lipuli, hata hiyo Wanderers irudi, tuwe na timu. Ukiwa na timu kwenye mkoa wako, faida unayoipata wananchi kuna namna fulani hivi ya kiuchumi. Hivi vilabu vikija vinakuja, vilabu vingi vikija hapa vinakuja na mashabiki wao, lakini pia kuna kilabu kama Simba Yanga hivi vikija mashabiki wanakuwa wengi kwao mkoa, kuna namna fulani hivi. Pilika pilika zinakuwa nyingi, movement za uchumi zinakuwa kubwa. Tumemisi hivi vitu, tumemisi. Tunatamani kuwaona wachezaji wakubwa wakibonda katika dimba la Samora pale. Wengi waliona sasa umefika wakati wa Lipuli kufanya makubwa zaidi, hasa kwenye ligi kuu Tanzania bara na hata kimataifa. Lakini mm, mipango sio matumizi kwa Iringa, kwa kweli tunakosa vitu vingi sana kwa kutokuwa na timu ya mpira wa miguu Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina mashabiki wengi sana. Na utakumbuka hata wakati wa uh, wa wa, wa timu ya Lipuli uh, namna ambavyo tulikuwa tunaisupoti timu yetu na vitu kama hivyo. Lakini tulikuwa tunazalisha uh, wachezaji wengi sana. Kwa mkoa wa Iringa una wachezaji wengi sana. Ukianzisha hata hizi Ndondo Cup, unaona namna ambavyo uh, vijana kutoka mkoa wa Iringa wanavyopambana kwenye hizo Ndondo Cup za huko mtaani. Lakini kwa kukosekana kwa Iringa kwa kweli ni fursa kubwa sana ya kimichezo tunakosa. Tunatamani iwepo timu ambayo inaweza uh, tukawa nao kama kama yani, tukana tukajivunia timu yetu Iringa. Kwa sasa mji umezizima, hakuna tena pilika kama hapo awali, na nimezungumza na baadhi ya wadau wa soka hapa kutaka kufahamu kwanza nini kimesababisha timu hii kushuka daraja na hata kupotea kabisa kwenye ramani ya soka. Timu ikiwa iko chini, watu wanakuwa hawapo. Timu ikishaiko juu, kila mmoja anaona yeye ndio mwenye mali kwa hiyo kunakuwa kuna, kuna mgogoro ya uongozi nini, kwa hiyo kiasi kwamba inanyongonyeza kidogo, watu mnakazana, lakini baada ya hapo unakuta kunakuwa kuna watu sasa wanataka kama wao ndio wao wenye mali wenye timu, wakati wakati kwa chini inakuwa na mwaka wa tisini na elfu mbili na kulikuwa kuna vuguvugu vugu kubwa sana la timu kupanda, ndio sababu tukapandisha ikapandishwa, lakini ni watu, sio viongozi waliokuwepo, ndio waliofanya kazi ya kupandisha timu. sababu wale viongozi walikubali, kwa sasa wameshindwa, wakakubali wakaachia hiyo timu, watu wangeenda kupandisha timu, kuleta malumbano yasiyokuwa na tija kwenye michezo, kwa sababu nimeshuhudia na nimesuluhisha migogoro mingi sana ya viongozi wa michezo. E, wanagombania wa, nafasi wa, wa, ugomvi wa, huku na, wa nafasi, ugomvi, huku e, kuanzishiana tuhuma mbalimbali. E, kwa hiyo la kwanza kabisa ni sisi wenyewe kuvurugana kwenye wale wasimamizi hasa e, kuona kwamba michezo ni kama sehemu kama ya siasa hivi, watu wanaanzisha marumbano na nini, huyu anafaa, huyu afai. Sasa yule anayefaa sana mara nyingi ndo anapigwa sana vita. Wanasema mti wenye matunda ndo watu huwa wanaurushia sana mawe. Ndo ambacho kimetokea Iringa kwa miaka mingi, tukimpata kiongozi mzuri wa, wa michezo watu wanaanza kumshughulikia, na wanaomshughulikia ni kikundi fulani, tena wana maslahi, wanataka wachukue ile nafasi, umeona kwa tumekuwa na hilo tatizo na nimelishuhudia mwenyewe tangu miaka ya tisini la watu kupenda kuanzisha malumbano kwenye michezo. Utadhani tuko kwenye siasa za kugombania wenyekiti wa serikali za mitaa sijui udiwani, eh. Sasa ndio wanayaleta kwenye kwenye michezo, kweli nafasi zile za, za michezo zinapatikana kwa kugombania lakini uchaguzi ukishaisha, wale walioshika zile nafasi si so, wanatakiwa waheshimiwe, waungwe mkono na, kwa sababu wale ni viongozi wa kijamii katika michezo, wanatakiwa waungwe mkono, watiwe moyo, lakini pia kuwasaidia kuwapa mawazo. Sababu ya pili ni tuhuma za kutokuwa waaminifu eh, kutokuwa waaminifu nayo imefanya kazi sana, zimeshatokea tuhuma za huyu uh, anatoa huyu analalamika cha kwake akijafika alichotoa hivi hivi, basi hizo zimetokea. Je, Lipuli iko wapi kwa sasa? Uh, Lipuli ilikuwa inashiriki first league katika uh, misimu kadhaa iliyopita, lakini bahati mbaya walishindwa kuendelea na uh, ligi na kuandika barua kwa bodi ya ligi kwamba kutokana na ukata wa kifedha E, wana wameshindwa kuendesha timu hivyo watashindwa kuendelea na, na, na, na, na, na, na ligi. Kwa hiyo e, ukishindwa kucheza e, ligi kwa mujibu wa kanuni za mashindano husika ni dhahiri kwamba unatakiwa kushushwa e, kwa madaraja mawili na e, kufungiwa kwa hiyo kwa taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi ambayo ndio waendeshaji e, wa ligi katika taifa hili la Tanzania e, Lipuli ilishushwa na ilifungiwa e, kwa kukosa kucheza e, ligi katika misimu e, kadhaa iliyopita. Zipo jitihada mbalimbali zilizofanywa na wadau kupandisha timu na hata kufikia maamuzi ya kununua timu za ligi daraja la kwanza, lakini nayo imepotea kabisa. Kuna timu moja tu ambayo ipo ilinunuliwa na wadau eh, Ruvu Shooting inacheza First League ambayo ni ligi daraja la pili, na ukiangalia mwenendo wake si mzuri au ridhishi eh, ime, imeanza raundi ya pili, lakini eh, timu bado inashikamkia ina, ina hali yake ya hali kwa sababu ilinunuliwa ikiwa daraja la kwanza ambayo championship imeshuka, saa hizi iko First League lakini mwendelezo wake kama hatu, hatutozinduka tunakokwenda kudaja la tatu huko. Sasa viongozi wa chama cha soka uh, mkoa mpaka wilaya, tunaomba waweze kuona namna ambavyo wanaweza wakafanya namna yoyote ile pale, kwa kushirikiana na sisi wadau wa michezo na wananchi wote kwa ujumla, tuwe na timu ya, ya, ya kwetu ya Iringa. Lipuli imekufa imekuja. Ruvu Shooting nayo hatuelewi ipo ama ipo, kwa sababu mara ya mwisho tumesikia michezo yote imepoteza, na timu ambayo ilikuja na tukajua kabisa kwamba huyu sasa ni mbadala wa Lipuli. Kwa hiyo uh, Iringa tunakosa vile vitu vya muhimu sana sasa kwenye kushabikia mpira, tunaishia kushabikia timu za wenzetu Simba na Yanga wakati sisi mkoa tuna uwezo wa kuwa na timu Mkoa wa Iringa una vijana wengi ukiangalia halmashauri zote eh, kuna michezo mbalimbali inaanzishwa huko, lakini kwa kukosa timu ile vijana timu ya mkoa wa Iringa kwa kweli eh, sidhani kwa hadhi ya mkoa wa Iringa unakosa una, una, una, una, una timu ya mpira wa miguu. Tuna timu ya wanawake. Unajua hata vile ukisha kuwa na timu ya huko ya wanaume huko ya wanawake, unaona namna ambavyo hata ushindani unakuwa mkubwa. Eh, sasa kwa Iringa hivyo vitu kwa kweli tumekosa kwa muda mrefu na tunatamani Eh, siku moja tujone timu ikipanda ligi kuu na tutaishikilia kwelikweli kama wadau wa soka. Naweza nikasema hili wanafeli kwa sababu nimekuwa kushuhudia mechi moja ya Ruvu Shooting. Kwenye hii michezo tu ambayo inaendelea mpaka inafika timu inaingia uwanjani hakuna uh, kuna wachezaji waliingia wachezaji tisa, hebu fikiria wachezaji tisa. Wachezaji kumi na moja inabidi wawe uwanjani hapo, hamna sabu hamna nini hapo nategemea timu itapata matokeo? Huwezi kupata matokeo kwa mtindo kama huo. Kwa hiyo viongozi waone namna ambavyo wenyewe wanaweza wakasimama vizuri huku, wakati wanahamasisha uh, mashabiki nini, tujitokeze tuchangie timu zetu basi, hata wenyewe pia wajiangalie huko ndani kuna nini ambacho kinafanya mpaka timu hizi zishuke kila siku. Ni kama Iringa ina jinamizi kwenye soka. Majungu, fitina, uroho wa madaraka ni moja ya vitu vinavyotaja kuua soka la mkoa huu. Hamu kubwa ya wadau ni kuona heshima ya soka Iringa inarejea tena changamoto ambayo kubwa iliyopo eh, kwa vilabu vingi ambavyo na vitazama vya Iringa ni swala zima la uendeshaji wa vilabu hivyo ndio vimekuwa changamoto. Lakini tukipata timu ambayo kwa namna moja ama nyingine, timu itakuwa ina nguvu ya kiuchumi, ina uwezo wa kusajili wachezaji ambao wana quality kulingana na mashindano ambao wanakwenda eh, kucheza, mimi naamini kwamba, eh, ligi kuu Iringa tutakuwa tuna timu nyingi, tuna uwezo eh, wa kutafuta timu nyingine, mathalan sasa hivi tuna bingwa wa mkoa ambaye ni Tanesco Scrub, Iringa timu kama hizi natakiwa zipate sapoti. Wadau wa Iringa ndio ambao natakiwa waweze kuzisapoti timu hizi ili ziweze kufanya vizuri, na kufanya vizuri kwao na ndiko ambapo e, mkoa wa Iringa kwa ujumla utafanya vizuri. E, FA tumekuwa na kawaida ya kuvishauri E, vilabu e, na viongozi kwa ujumla ni namna gani ambayo wanatakiwa wawe. Wao ndio wenye majukumu ya kuendesha timu, wao ndio wenye nafasi ya, ku, ya, ya, ya kuona kwamba wanasajili e, wachezaji wa namna gani. Kwa hiyo tumekuwa tukiwashauri njia za kuweza kutafuta e, viongozi, kujitahidi kuwa waaminifu pindi ambapo e, kuna misaada inatoka kwa ajili ya timu basi ifike sehemu husika, na huu ndio ushauri wa wadau wa soka na mashabiki hapa mkoani Iringa. Kama hatuwezi kujiandaa kupambana na hao watu wakubwa kwenye kusajili kwenye madirisha ya usajili, basi sisi tuongeze nguvu kubwa kwenye kuzalisha wachezaji wetu, ili angalau tupate watu ambao watakuwa wanaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza mara kwa mara na kuendelesha kwenye ubora ule ule, kwa sababu ukweli uliopo ni kwamba hivi vilabu sehemu nyingine ya kufanya hivi vilabu viendelee kuishi ni kuuza wachezaji hizi timu zenye zenyea, zikiwa zinataka mchezaji kutoka kwenye timu yetu na ndo mchezaji tegemezi, lazima imnunue tu kwa hali yoyote. Sasa maana yake ni nini? Kama sisi hatuwezi kupambana e, kuwabakisha wachezaji wetu kwa maana ya kifedha ki, basi tuendelee kuzalisha wachezaji wetu wa ndani wazuri zaidi, ili hawa watakaoondoka wawepo wengine wanaofanania na wale walioondoka, ili tuendelee kubaki kama hivyo kwenye ligi, tusishuke daraja. E, tuendelee kupata pointi nzuri, tucheze kama hivyo, fainali ya FA vitu kama hivyo. E, tukitaka tutoke hapa ni umoja, mshikamano na commitment ya makundi yote ya wanairinga, bila kujali kumwachia mmoja tu au wawili kwamba waendeshe michezo. Wote tuungane, wote tuendebe. Tungelikuwa hata wanachama elfu moja, kila mwezi tutoe kila mtu elfu kumi tu mara elfu moja ni shilingi ngapi? Hiyo si milioni kumi? Hata tungetoa elfu tano tano, milioni tano inatosha kwenda mnachangishana nyinyi wenyewe, kuna mtu atatoa zaidi, lakini mseme bwana, wanachama, sifa ya mwanachama ni kila elfu, kila, kila mwezi kutoa elfu kumi. Tuko elfu moja, kwao milioni kumi tutaipa timu kila mwezi. Hiyo ni njia mojawapo ya yaku, kwenda mbele. Kikubwa ushirikiano, yaani hapo sahizi Itokee tufanye ushirikiano, viongozi wa zamani, wa sasa wote tuwe kitu kimoja, tunaweza tukafanya kazi vizuri. Kutokuwa na uchumi mzuri kumeivuruga Lipuli baada ya vilabu vyenye uchumi mkubwa, hasa Simba kununua baadhi ya wachezaji wao tegemeo, kama vile beki tegemeo Asante Kwasi, Adam Salamba David kametaduchu, lakini Yanga nao wakambeba Zawadi Mauya na marehemu Ali Mtoni sonsokhaa Sonso, lakini wanairinga hawata msahau Salum Machaku ambaye alifunga goli pekee la kupandisha Lipuli ligi kuu mwaka 2017-18 katika uwanja wa kichangani mjini Iringa dhidi ya Friends Rangers ya jijini Dar es Salaam. Swali ni je, makali ya soka Iringa yatarejea tena au ndiyo imekwisha? Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa <mucho>